Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji vipindi vyangu. Bwana leo tunaendelea na darasa zetu, lakini leo bwana, nipo kwa wale watu ambao wote wanaishi, wana vifungo katika maisha yao. Yani wale wote ambao wanajihisi wamefungika katika mambo yao, basi leo kuna njia nataka nikufundishe njia, kama utaweza kuitumia, basi utafanikiwa sana katika maisha yako. Kwa hiyo ambaye unahisi umefungika katika mambo yako, yani kuna vitu, kuna vifungo ambavyo unaishi navyo, vifungo ambavyo unaona mambo ni mazito tofauti na mwanzo yalivyokuwa, basi nenda kayafanya haya ambayo nitakakwambia kwa ajili ya kuenda kujifungua katika vifungo hivyo ambavyo uko navyo katika maisha yako. Lakini sasa hivi ni tofauti, pengine unajikuta kila unachokifanya bado unaona kuna uzito. Maana yake kuna vitu vimefungwa katika mwili wako, kiasi ambacho vifungo vile vinakuweka mbali baina yako na mafanikio yako, vinakuweka mbali baina yako na watu wako unashindwa kuyaendea yale mambo yanayotakana kukupa faida katika maisha yako. Basi wewe ambaye unahisi una vifungo aidha kazini, una vifungo juu ya watu wanaokuzunguka, una vifungo katika biashara yako, una vifungo katika sekta mbalimbali, unahisi kuna uzito umeingia sio ya wa kawaida, basi nenda kayafanya haya, nenda katafute maji ya kisima, maji ya kisima, lakini maji ya haya yawe ya chemichemi, nakusudia maji ya chemichemi inayo tembea maanake, tafuta maji ya mto, tafuta maji ya mto. Ukishapata maji ya mto weka kwenye ndoo, ukishapata maji haya ukaweka kwenye ndoo, tafuta kuna dawa inaitwa binti Sudani, nenda katafuta dawa inaitwa binti Sudani namba moja, tafuta dawa inaitwa binti Sudani namba moja, zingatia namba moja. Tafuta binti Sudani namba moja, alafu tafuta punje za chumvi ya mawe saba, punje za chumvi ya mawe saba weka ndani ya maji, alafu chukua Binti Sudani yenyewe weka pia ndani ya maji kidogo, kiasi kidogo tu katika eh, maji yako yaliyokuwa katika ndoo. Alafu nenda tafuta na mchele huu, mchele unaoona wewe unauzwa dukani, chukua walau gao moja, weka katika ile maji. Alafu kaa kitako, nenda kasome dua ya bismillahirrahmanirrahim. Yaani chukua utaje majina Mwenyezi Mungu, lakini majina haya yabebwe na kitu ama neno linaitwa ya fatahu. Maanake utachukua bismillah, utasoma majina Mwenyezi Mungu, lakini mwishoni utamalizia na neno ya fatahu. mfano maji yako umeweka mbele, utaanza kusema maneno haya, sawa. Wabihaki bismillahi ya rahman ya rahimu ya fatahu Wabihaki bismillah ya karimu ya fatahu. Wabihaki bismillah ya karibu ya fatahu. Wabihaki bismillah ya mujibu ya fatahu. Yani utasema wabihaki bismillah, alafu utaweka jina moja la Mwenyezi Mungu, mwishoni utamaliza jina la Allah ya fatahu, maana yake mwenye kufungua. Mfano, narudia: wabihaki bismillah ya hananu ya fatahu. Wabihaki bismillah ya mananu ya fatahu. Wabihaki bismillah ya dayanu ya fatahu. Wabihaki bismillah ya burhanu ya fatahu. Yani, utakuwa unataja wabihaki bismillah, kwa haki ya bismillahirrahmani rahim, utataja jina moja la Mwenyezi Mungu kwa mlolongo wake katika majina 99 alafu utamalizia neno ya fatahu. Yani, utafikia neno ya fatahu. Yafanya haya katika mlolongo huo ambao naokupa. Alafu ukimaliza ukikiazi kimoja, chukua yale maji, nenda kayaoge asubuhi na jioni. Maji yale, nenda kaoge asubuhi na jioni. Wakishamaliza hapo fanya zoezi hili ndani ya siku saba, fanya zoezi hili ndani ya siku saba. Wallahi wa billahi, kama kuna uzito wowote ambao unaopitia katika maisha yako, lau kama ukathubutu kuyafanya haya, wallahi wewe unaenda kufanikiwa bihaulillahi taala. Zingatia tu upate maji yanayotembea yaliyokuwa masafi, unaweza kuoga yanayotembea, manake katika mto. Upate na binti sudani walau moja Upate chumvi za mawe punje saba kila unapofanya kazi alafu jitahidi upate na mchele walau gawe moja, weka katika yale maji wabihaki bismillahi rahmani rahimu ya fatahu unakuja, wabihaki bismillah ya karimu ya fatahu wabihaki bismillah ya hanan ya fatahu wabihaki bismillahi ya dayanu ya fatahu wabihaki bismillah ya karimu ya fatahu. Hapa utaweka ule mlolongo wa majina 99 mpaka jina la mwisho wabihaki bismillahi ya swaburu ya fatahu lakini unapofika katika lile neno la Mwenyezi Mungu ya fatahu, wa bihaki bismillahi ya fatahu, hapa fatahu ya fatahu, hapa utaenda kutaja shida, shida yako kisha utamaliza mpaka mwisho katika majina 69 Alafu utachukua ile maji utaenda kuoga asubuhi na maji yaleyale utaoga na jioni. Fanya zoezi hili ndani ya siku saba kwa uwezo Mwenyezi Mungu, anaenda kukufungua majambo yako na mwili utafunguka kwa hikma na ubora wa bismillahi rahmani rahim. Mwenyezi Mungu atenda kufungulia majambo yako. Usiache nifatilia, ni mimi Khalifa Dk. Hussein Ngaokola kwayaa machache afua minkum, salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.